Yeah. Ngome ya burudan, walishasema toka kitambo, siwezi kufika nilipo sasa, mbona nishafika mpaka maniga na watowa na waweka tu kwa dapo, wakija kufika kija kufika watakutatusha toka. Na hawa watoto wadogo wajui kulabu siku hizi wanalopoka

lakini kwa majina kutafutia ugali inaitwa Swahili, Swahili okay. Badunia. For the first time, kuna wana ambao pia wanakusikiliza nakusikiliza, uh, tufahamu, uh, kwamba Swahili limetokana na nini? Of course pia pi nakuakuwa, unajua ule ujanja ujanja nini utundu utundu So, yeah, maneno maneno mengi huyu Mswahili Mswahili sana mm. huyu ah, mimi nikaona kama nikatoa mtu ikabaki Kiswahili mm. mm -hmm. pia imekaa kwenye lugha yetu sisi unajua, mm. tunaongea Kiswahili si ndio? Yes, nikaona ni jina fana ambayo nikilitumia pia mm. na lina make sense. Tunakimbiza kimbiza Mungu ali best kidogo, tupo tupo kwenye system mm. yaani muziki mziki mimi professional kabisa ni mtendaji ko migogoro ya viwanja nimekuja na jambo langu kwa siku ya leo kubwa sana kuna nyimbo nimekuja kuitambulisha naitwa wanijue mm. yeah, nimefanya kwa produsa anaitwa milako ni ngoma yangu ya kwanza ambayo inaenda on air mm. kwa hiyo nachowaomba mimi nisapoti yao ili tuweze kwenda mjini. Eh, yeah. Kwanza kuna wanangu wananisikiliza sasa hivi kutoka kipande cha Buwale. Msoma, eh, wanangu wa Majitarodi, Nyakato na napotoka Sapiwi. Mimi naomba waipokee ngoma ndio ndio hiyo hapo inaitwa Wanijue. Eh, ndio kwanza kama yani gari tuseme, ndio kwamba limechanganyia yani. Kwa hiyo support yao ni ya muhimu sana kwenye mitandao ya kijamii ya Swahili Facebook, Instagram, Twitter, wakisachi tu Swahili badunia pale, inapatikana Swahili badunia. Lakini kwenye mawasiliano ya simu, sifuri saba mia moja ishirini na mbili arobaini na tatu tisa tisa nne. Lakini pia ngoma kwa sasa inapatikana YouTube, ina kama siku nne hivi. Kwahiyo naomba pia waingie kule, wanasachi tu Swahili wanijue, Swahili wanijue, inakuja pale juu.